Somo letu ya siku ya leo ni fupi sana ambalo nadhani unaweza kuwa hujawahi kulisikia au ulisikia lakini hukujua walikuwa wanamaanisha nini. Somo letu la leo ni umuhimu wa mwanga katika kuku wanaotaga. Swali ambalo tunalijibu lilitoka kwani, kwa mfugaji mwenzetu ambaye aliuliza, Je, mwanga una athari gani kwa kuku wanaotaga? Majibu ni kama ifuatavyo. Mwanga katika kuku wanaotaga ni kama alamu ya mfumo wa uzazi wa kuku. Bila mwanga wa kutosha, kuku hushindwa kutaga vizuri. Ndio maana ukiangalia, hauwezi ukaona kuku akiwa ametaga wakati wa usiku. Siku zote kuku wanataga wakati wa mchana, kwa sababu mwanga ndio unaofanya una, una au na shtua zile homoni za uzazi kwa ajili ya kuandaa kuku kutaga yai. Ili kuku wako watage mayai kwa ufanisi, wanahitaji mwanga kwa masaa kumi na nne hadi kumi na sita kwa siku. Hii huchochea homoni za uzazi ili kusaidia utagaji kuwa mzuri na no kwa mfululizo unaotakiwa. Kama ulikuwa huna tabia ya kuwawekea mwanga kuku wako, hakikisha kuku wako wanapata mwanga masaa kumi na sita kwa kila siku. Kwa wale kuku ambao wamefanyani wamefikia ule umri wa kutaga, je, utafanyaje ili kuhakikisha masaa haya mwanga unapatikana? <clears throat> unachotakiwa kukifanya ni kwamba kwenye banda la kuku unaweza ukaweka taa za umeme. Taa hizo utakuwa ukiziwasha saa kumi na mbili kamili na kuzi baada ya hapo kwamba kuanzia saa kumi na mbili kamili kuku wapate mwanga. Ikifika saa moja utazizima, kwa ajili mwanga utakuwa wajua umesha toka. Then ikifika saa moja jioni utawasha taa hizo, ili wapate hadi saa nne usiku ndipo uzime. Ina maana kama utafanya hivyo, utakuwa unasaidia kuku wako wawe wanataga kwa mfululizo unaotakiwa. Ikumbukwe kuwa kuku hutaga mayai kila baada ya masaa ishirini na nne hadi ishirini na sita kwa siku. Hivyo kama utazingatia na watapata mwanga wa kutosha, ina maana una uhakika wa kupata mayai kila baada ya hayo masaa ambayo nimeyataja. Kama ni mara ya kwanza kuingia katika channel hii, gusa neno subscribe liko chini ya video hii. Pia gusa kengele itakayojitokeza hii itakusaidia wewe kupata taarifa kila tuwekapo video mpya, na pia itatusaidia sisi kujua wangapi wanatufuatilia katika channel yetu na kuipenda, ili tupate moyo na nguvu za kuweka video nyingi zaidi. Usisahau kushare, kulaiki na kucomment swali kama utakuwa nalo linalohusu ufugaji kuku, si tukiliona tutakujibu kwa wakati. Hili somo letu ndo limeishia leo, limeishia hapa. Najua kwa sasa utakuwa unajua kwa masaa mangapi kuku wanapata mwanga na chanzo cha mwanga ni taa za umeme kwa ata, kwa kusha, busa, ambika, kwa na pia kuwasha jioni hadi nne usiku, kwa ajili ya kuhakikisha kuku wako wanapata masaa kumi na sita ya kupata mwanga kwa ajili ya uzalishaji mzuri wa mayai. Asante kwa kunisikiliza, karibu tena.